Kwa majina naitwa Daktari Dominic Kijumbe Muya, nimekuja hapa kutoa shukurani za dhati kwa huduma ambazo nazipata kutokana na kuugua. Kwanza niseme tu mimi nilikuwa natibiwa katika hospitali ya mkoa mkoa Morogoro, na baada ya hapo nikaruhusiwa nikapata rufaa kutoka Morogoro kuja hapa tarehe tano mwezi wa nne mwaka huu. Kwa kweli toka nimefika hapa Mloganzila nimepokea huduma kubwa sana, nimehudumiwa kipekee. Na katika, katika yote nafarijika. Kwa sababu hiyo, basi napenda kuwashukuru wauguzi, madaktari wa huduma mbalimbali ambao wameniwezesha kufikia hatua hii. Kipekee ninamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu bila yeye kuwezesha chitu kuwepo na huduma bora kutolewa nisingefika mahali hapo. Tusiishi kwa imani ya kusikia na kusikia mabaya yapo mazuri ambayo yanafanyika na vitu vinaonekana vinaonekana kutendeka. Kwa naomba tuamini watu, tuwatie moyo na tuone kwamba kuna kuna mambo yanaenda kufanyika mazuri zaidi hapa Mloganzila. Nashukuru.